Mambo vipi? Hebu cheke ndizo, hiyo ni piece mali safi. Angalia tu, kuna hiyo ingine ya red. Na kuna delivery guys na na vile mali ni safi. Hizi ni samples tu nimezituma Unatuvile zinakaa vizuri, ona tuvile zina cheki tu, hiyo inakaa official manzi, kuna medium, small, large, XL. Uh, hello hello people, mazona paka makawaida. Uh, so my people, nawapenda sana. In today is another day. Uh, tuko na mama yake Ignatius, IG. Tuko na IG, nasikia ento IG. Uh, so guys, nisha amenipigia simu leo anaambia uh, kama nizamrequestia wadokta akuje at least amsaidie kwa hizi mashughuli amanzane nazo arudi shughuli zake. Niliongea na yeye nikamwambia, mimi nilifanya hivi sababu nilitaka ule msichana nionekana kwamba yeye ananipenda ama kwa maana, alikuwa ananitumia tu vibaya. But entry, mbivu na mbichi tumejua, msichana alikuwa anakula tu pesa yangu, na mimi nilikuwa nategea tu nirudi huku At least I find something mahali tunaweza anza hata kama si chini hata katikati ingekuwa tu better off mm. But I am disappointed. Mama yako je, umjengea nyumba mama? mm. Anateseka sasa hivi na feel yue. I feel i very ashamed about myself, na juu ya mapenzi tu yeah. Nimeomba, nimeongea na mom for long, nikamwambia tu tuaniwie rathi, It's something that will never happen again. Now I am very sure that as from now I am going to focus on myself na pia sahizi nataka usaidizi sana juu. Sasa I have nothing as at now, nahitaji nijovilile pesa yangu. Nimekuwa naikia huu msichana, inafaa irudisa saya, niko sawa. Imeongea na kijana, amenielezea kila kitu, ambikaa mzazi kamsamehea, kamwambia sasa tutafuta b maisha mm. iendeleewasad Eh, uh, tunataka tutafute daktari mwenye mm. -hmm. anamsaidia at least mm -hmm. ah vijana nataka counseling mm. -hmm. na mimi hiyo sijasomea sijio ni nasikia ka mm -hmm. counseling sijui ni nini. mm. -hmm. nilikuwa nataka mpeleke primary nikaambia mm -hmm. uko nikauliza ikini CBD nikwambia nini mm hii -hmm. ya kwanza hiyo hiyo inaitaka pesa mingi, lakini eh hiyo katulemea. mm -hmm. sasa kaniambia kona mafikirio mengine tutafute madaktari wenye tu watamsaidia tu hapo, hiyo eh, the sijui maisha iendelee. Mm. lakini aliniweza yote ilikuwa mapenzi, kaambia sasa, akimwagika azore kimwanangu, maisha lazima iendelee. Sasa sasa, kuna daktari ambaye kijana wake alinipigia simu akaniambia, amekuwa umjui, but mjui, amekuwa kimwosha sana, atakuja mm -hmm. uh, atamsaidia mm -hmm. kama mtakoperate that is mali juu sasa. Nimekasirika sana mimi, navaa mtumba. Navaaje mtumba? sasa sasa, nilikuwa navaa vizuri sana, yani mia mbili, mia mbili. Sasa hivi ni maisha gani? Mimi siko na mpango wa kukaa huku. Mpango yangu ilikuwa nikuje niangalie msichana, kama bado nanipenda, kama ananipenda na mimi nimeshindwa kununua nguo saizi because niko so so yeah. Na vitu mingi pia nafanifani. Na ile pesa kidogo iko huko kwa kazi, na lazima nifanye kazi ndo nipate pesa, alifungiwa. Imagine mimi nimetumia msichana pesa anunue nyumba. So kama hiyo yu nyumba iko hiyo yu nyumba, tutachukua mamangu ende akae huko. Lakini nimesha kani mapenzi au acha mama safi Unasaidia una demu, hata mna amko aja kuzalia amko amja relate naye with any blood, let me say like that, mtu tumekota huko ja does it even make sense? Ah, I make sense. Na kama nilivyosema mama, mm. Mama mama, mm. ni ni sijui kienda kwa kampeni kwa sasa mama ni stuera. Nilifanya makosa, nilizani huyu msichana kama angecooperate naaskizane no, na mamangu vizuri tungekaa vizuri maisha mzuri familia. Siri, mbona hujaenda tu kijana wako mwambie unateseka? mm -hmm. Sasa nilikuwa napiga simu. Nikimpigia simu kila wakati, mam, I'm very busy, I will call you later. Sasa akiniambia hivyo na, sijui naenda nauliza baba karaja, ama niambia later. Sasa hiyo ni nini? Wakati ananiambia hapo mchezo, usikoje simu nyingine. Lakini kwa kutuma pesa, alikuwa very sharp. Na pesa zikiingia sijui hawaniambi. Nitajua kuna pesa huyu. Akitoka disco asubuhi, na makaratasi imejaa majani na pope kwa karatasi, ananiambia ametoka kwa Ida, ametoka kwa Katobi, kwa bedi sita. Mm. Ana nasikia mm -hmm. Alikuwa amenunuliwa nyumba ngoma pamoja hapo, hapo, hapo, sijaelewa si vizuri hapo. Sasa kitu naelewa, Ann alikuwa anaenda kwa mamu, ndio amuonesha, bado tuko pamoja kumfunika, kumfunika macho lakini pia tabia zake pia kulingana vile mama ameniambia azifai. Hakufaa kupitia mambo kama hayo, mm. No, she shouldn't have passed through all that. I am deeply apologetic. Mama ilikusamea kijana yangu mm. Tunatafuta mali lakini kombi langu, daktari akishakuja atupatie mwelekeo. Usirudishe huyu msichana tena, simutaki, siwezi jaribu, siwezi dhubutu. Nataka Mjaruo na nimerudia tena aki. Mm. Aki nyinyi na wazai mm. Eh, na kinyo sema mtaki lati atampenda juz... mm. Venye alikuja kulia lesi hiyo kiwete mapenzi tayaza tena kuguru mm. mm. kweli na mimi sitaki pressure, sukari nipata na mapressure. Sitaki, unataka kunimaliza nikiwa mdogo. Hapana mama, siwezi. Baba yako akanitupa ukiwa mdogo. Mm. Wewe na wewe ukute waza kunipatia pressure. Nikikufa utakuwa mgeni wa nani? Sasa hivi nimeelewa responsibility. Mm. I am the man of the house na lazima nyumba isimame. Kabisa. Mm. Nisaidia na mtoto wangu. Na ngapo narudi. Lazima, lazima mama. Lazima tufanye kazi because we need money. Yes. Yes. We need money. Kwa hiyo tuelekee daktari akuje atusuluhishie hii mambo. Nimeona amesaidia watu wengi mam, so hata mi no, najua e, najua hata nisaidia. Nimeangalia mm. Okay. watu wengi sana wamesaidia. karibu sijai mm. mm. Ma karibu. Mm. <laughs> <na> <laughs> <jayi> kuona macho <laughs> kwa macho nimekuona tu huyu <laughs> eh? ndio daktari mam <laughs> Hapana, usigukama karibu hmm. sana daktari, wala usiwe hmm. okay. okay. na hofu, wambiwa wasiwe na hofu. Hawa mambo yenyu kweli, nakuona hapa. Wewe ndiwe unaitwa Ignatius, yule mama yako. Unashtuka nimejuaje jina yako? Kwa hivyo masi, sitaweza kuchukua muda wako mwingi takuja hapa kwa mambo ambayo yamenileta na mm. yale ambayo nimekuwa nikiyatazama nikija mm. Sijui mbona kesi yako mingi inakuwa ndugu anakataa kumsaidia mzazi, anaamua amini ule mpenzi wake. Kwa nini ungempatia mama yako yale vitu ambayo nimeona vyote, unamwamini msichana ambaye umekutana katika maisha msichana kidogo ni kama alinichanganya mm. na pia sijui kama alienda mahali akanifanyia kitu, nikakuwa kwamba sijikumbuki eh, nikikaa tu hivi nafikiria tu yad, nasahau tu mama. Ila sio neno, usijali na usiofu, ila mm. pole kwa yale ambao umepitia. well. investment yako kutumika kwa njia ambayo si ya maana ni kitu ambacho kinauma na kinaudhi sana. Mama yako yuko hapa, ana chochote mm na alikuwa nakutegemea ukirudi angalau mm. maisha yabadilike well. Lakini kwa sasa wewe ndio ambao unamtegemea mm. na zaidi ya ela ambayo unayo haitoshelezi majukumu ela well. ni sawasawa. Usiofu ule mwanadada, nitamshughulikia ah. Mshughulikie daktari, mshughulikie, apigwe radi kiboko impate, na wala hiyo sio kazi ngumu kwangu mm. kwanza kazi yako naona ni kidogo. Zaidi hii kazi masi, sitaki kukawia, manake nina mahali unakumbuka kule nilienda ninafaa pia niende kwingine hii mm. kazi sitaki kukawia mm. Kwa hivyo kile kitu nitafanya tayari nimewatazama, nimewaona. Kile kitu nataka kuenda kufanya tachukua muda wenyu mchache, ila sitaenda nanyi mi mwenyewe mm. mm. wakati ambapo naenda, naenda nishughulike mawili matatu, kisha nitarejea hapa masi mm. Takuwa... baada ya siku mbili nitakupigia simu nikueleze, niende mm. niwashughulikie, ni niweze kutazama, kisha nikirudi ni kurudisha mali inarudishwa. Tuko sawa sawa, hiyo ndio shughuli tunataka tufanye. Pana tunashinda hapa mm. shughuli namalizika, mnapata chenyu mara moja. mara moja na mnaenda nyumbani mm. Mm, lakini kuanzia leo nataka utulie jinsi umetulia hivyo mm. wala usiendelee ku insist katika mapenzi, bado na mambo mengi ya kufanya, mzazi bado anakuhitaji kweli kweli. Nimekuwa nikitazama, nilipokuwa nakuja naona mambo ni mengi mm na unajua mama, yule mwanadada aliweza kutumia vitu fulani mm. kumteka akili zake hapa. Kabisa kabisa. Ndio maana mambo sio kawaida, ndio unasikia nikikueleza itakuwa vipi. Yule mwanadada aiti, ndio huyo anamuona, na mama yake yuko pale, hawezi muona, hata akamwambia mama, niwekee hiki kile. Ambacho mama ameweka ni sawa kudai mm. kuliko kile ambacho msichana ameweka, unashinda, unaanzia wapi? kuna nyumba kuna kingine pia anacho hujui mm, na pia kuna hizo pesa na zirudi zote zikuje kwa mama yangu, wala usihofu mm, mimi hiyo kazi nitaifanya. Nda shukuru sana daktari. Aa, kuna neno la kunieleza? Haya yakifanyika. Uh, daktari nda shukuru sana sana daktari. Da haina mm, da da mm, neno nimekwambia. Mm, leo nimekuja kutazama naikutazama, kuna vitu nimekuja niweze kuhakikisha zaidi, ila mm, nisha hakikisha kwa hivyo ni nyinyi mnipe. Okay, anaweza kuwa Masi ameniita ila nyinyi mko tayari. Hivi unavyoona, tuko tayari, hata tuko tayari. Ikiwezekana saa hii inaifanyike. Nimeteseka wala ni sio sasa. Mm, acha tuende na utaratibu, nirudi mm -hmm, niangalie katika ramana zangu kila kitu, maana yake mm -hmm, nishaona hapa kisha niweke pamoja mm -hmm. Yule mwanadada ni kitu kidogo sana. mm. taweza kurudisha eh? mm. kwa hivyo sina mengi kwa leo masi, jinsi nilikueleza ndio. <tukarunda> maana sijaketi, hata hata jua kilichomtandika. Zaidi ya yote, nitaweza mimi mwenyewe nitaweza mm. kumvuta atakuja, ila wewe ukimwona kuwa tu ni kama tunasema, wewe umetoka Marekani unaelewa Kizungu mm. Just act normal, I will. Yeah. I will act normal and dont do somethin that shi will et anythin mm. Sawasawa, ula nainua kichwa na kigonga mm. Kina rudi chini, hivyo ndivyo ilivyo mm. Kwa hivyo masi, utalitoa ili hapa na wanao wanapendeza napendezao mm -hmm. Mwanao mwema muupe mm. kama mamake

Mali kwa roho safi, mm. But mm. pia kwa kichwa ngumu namba yana jaribu kumwongesha, kama atakuja hapa tuongee ni sawa sawa. So guys, sasa tuone kama atakuja leo ni sawa, kama atakuja kesho pia si ni sawa bye. Uh, so people mkwaje, mko fine. Nauza nguo na vile izi nguo ziko smart, manzi hizo nguo ziko mingi like kananguo mingi. Kuja WhatsApp uni lizen kutumie picha uone example zanguo zi ni sampost ambayo nimapostia was post na bei. Junguo haiko nisemeje, nguo haina fixed price, ni bei ya kuongea. Kuja WhatsApp tuongee, mtu wangare mungare.